Nam tusalie eneo lilo hilo la Nyanza, ambapo polisi katika eneo la Ng'iya kaunti ya Siaya wanafanya uchunguzi wa tukio ambapo konstebo wa polisi anayehudumu katika kituo cha polisi cha Ng'iya alimuua kwa kumpiga risasi mkubwa wake leo asubuhi. Kamanda mkuu wa Kama polisi wa kaunti ndogo ya Gem Yala, Charles Wafula amesema Martin Mwendwa alimpiga risasi mkubwa wake kifuani na mikononi na kumuua papo hapo kutokana na kutoelewana baina yao. Mwendwa aliuawa baadaye na maafisa wenzake wakati wa ufyatulianaji wa risasi. <coughs> Wakazi wa sehemu ya Ng'iya kaunti ndogo ya Gem Yala kaunti ya Siaya waliamka na kukumbana na hali ya kuogofya. Aliua mkubwa wake kitu kama saa tisa usiku, ndio tulisikia mlio oh, wa risasi, lakini mato oh, tulipate, tulisikia mlio wa risasi karibu saa kumi na mbili na foti, ilikuwa inaelekea saa moja asubuhi ya leo. Afisa wa polisi aliyetambulishwa kama Martin Mwendwa akiwa amejihami kwa bunduki aina ya G3 alivamia makazi ya mkubwa wake Corporal Chesise akiwa bado usingizini na kumuua kwa kumpiga risasi za kifua na mikono kutokana na mzozo kati yao. Afisa huyo pia anaaminika kuwa na matatizo ya kiakili. Afisa mkuu wa polisi katika kaunti ndogo ya Gem Yala, Superintendent mkuu Charles Wafula anasema, baada ya kutekeleza mauaji hayo Mwendwa alitoroka kuelekea shule ya kitaifa ya wasichana ya Ng'iya kabla ya kuuawa na maafisa wenzake kufuatia makabiliano ya risasi. But unfortunately, the officer was a bit, uh, resistant, uh, forcing our officers also now, uh, to deal with him. So, uh, in that, on the process of, uh, trying to, to, to manage him they subdue him, uh, by fatally injuring him so that they Miili ya maafisa hao wawili ilihamishwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Siaya, huku uchunguzi ukiendelea. Tilio Marco, Darubini Wikendi.